Vandu vanje nyakhuvavorera ndi If you know, wewe unakuja Shinyalu. Na unajaribu kunikuza. Eh, wanyakurume shara, you are agents to fight me, to threaten me. You just cool down my friend. Ukinikuza, umekuza watu wa Shinyalu. Na kama wewe unajua umeweka machendi ambao watakuja kuwaripia kura 2027 guys. Ati wewe unataka MP Shinyalu na unatumia watu kukuja kuthreaten mimi mtu kama mimi. Me am not a politician. Let me tell you the truth. Me am a reporter. Mimi ni mtu wa watu wa Shinyalu. Na kama wewe unajaribu kukuja kwangu na watu wako nawatuma, wanaanza kunithreaten na kunianza kunifanya vitu zenye wananifanya sahi. Before I mention you, let me tell you the truth Before I mention you, ambia watu wako wa kwa cool town. Na 2027 bado haiko mbali. Na usitumie kina yangu ati unatukuja wanakuja kwa live yangu na niambia ati want to pay me, unataka ati ununulie mapati unichengee nyumba. No. Let me tell you the truth, mimi niko na nyumba yangu inanitosha. Nikitaka kuchenga nyumba nitachenga tu, lakini Ambia machendi wako wa cool town na tuheshimiane. Before that, wakinikuza wamekuza murima, wanakuza mutu wa Shinyalu. Na wakijaribu kuanza hii upuse yenye wameanza sahii, let respect each other. If not, hiyo sitakupaliana naye. I have right na sitakupaliana naye. Waambie watu wako wale machend Wakitaka kusaji kura wasaji good respect na waheshimiane, na tuheshimiane. Hii mambo yenye wameanza hii kuni we, hapana.